Mafanikio hayako kwa mabwana, hayako kwa wanaume. Wanaume sisi ni wasaidizi wao. Wow. Yeah. sijui unaelewa. mm. Sisi ni wasaidizi wow. Wow. Kasome Mithali ya 31. mm. Yule mwanamke wa Mithali ya 31 ndio role model wa wanawake. Kweli. Kwa sababu yule alikuwa anaona mashamba, ananunua. Sasa utanunua na mawe kama umekaa nyumbani kama mama wa nyumbani eh? lakini mstari mwingine unasema anatoa chakula chake kutoka mbali e, sio kutoka jikoni, kwa sababu mm. kabla jakipika pale, maanake ulikitafuta. Ndio maana ya kutoa chakula chake kutoka mbali, mbali. lakini anawapa watu wake wa nyumbani kwake mm. chakula yes. wa mama wa Tanzania wanasemaga hela yangu ni ya kwangu, sio ya familia mm. lakini yule mwanamke wa mithali ya thelathini na moja, anawapa watu wa nyumbani kwake chakula. Sasa sisi kwa sababu tumelelewa kwenye ile kalcha ya kumpikia mume na kuwa mama wa nyumbani, upike ufue, si tunafikiri huwa ni ni kwenda kupika? Hapana, mm. kuwapa watu wa nyumbani kwako kwa chakula ni kama wewe unaenda kufanya kazi kwa ajili ya familia yako, yes. sio mambo ya kusema hiki cha kwangu ni cha kwangu, huo ni ubinafsi, na Mungu alituleta sisi kama wasaidizi mm. ubaya tu ni pale unapopata kiongozi ambaye hajielewi, ajitambui, kwa hiyo mm. hata ile nguvu ya kumsaidia Uhu, ina, mm. unaikosa, ndeo. Lakini ukiwa na kiongozi, nazungumzia mwanaume kwa sababu yeye ndo ametangulia, kama kweli yeye ni kichwa anajielewa mm. atakavyokuwa yeye anapambana anakupa nafasi na wewe ya kupambana, sio ya kukukataza kwambia kaa nyumbani mm. siui sitaki ufanye kazi si sitaki ufanye biashara bia huyo anataka akunyanyase. Mwanaume yeyote ambaye hajiamini ndio atakukataza kataza, lakini mwanaume wa kweli, na yeye anakupa rumu ya kufanya kazi, kufanya biashara, kwa sababu anajua kuna leo na kesho. Leo yupo, kesho hayupo, natengeneza familia, utabaki vipi na watoto? Kwa hiyo mwanaume yote, mwenye hofu ya Mungu, mwenye kujitambua, na yeye anamsupport mke wake, kwa kuhakikisha kwamba anamwacha aweze kufanya kazi zake. Na wewe unapofanya zile kazi, haufanyi kwa ajili ya wewe binafsi, unafanya kwa ajili yako na kwa ajili ya familia yenu. Kwani nimemalizia na neno kama hilo, mwende nalo. Mungu awabariki sana. Nitafurahi sana kusikia mnaendelea vizuri ndio. Na zaidi sana mmetimiza malengo yenu mm, na nyie siku yes, moja mwe zaidi ya superwoman jamani, yes. Hey, maana dunia hii Mungu ametupa tuitawale, mm, lakini endapo tutatumia akili zetu vizuri na nguvu ambazo mm, Mungu ametupa, badala ya kuishia tu kulialia na kulalamika, ah. Msafiri salama, Bwana Yesu awatangulie.